Alimvuta Dani hadi sebuleni kwa sekunde kadhaa. Dani alijaribu kumpinga, lakini Vanessa alijua udhaifu wake. Alichukua simu akaiweka mezani, akaonyesha klipu ndogo ya tukio lao usiku ule. Ilionyesha midomo yao ikikutana, Dani alimkumbatia kwa nguvu. Delete hii video, Dani alilia. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya nne. Sasa tusonge katika sehemu ya tano. Mimi langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa hapa Simulizi TV. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Tusonge pamoja katika sehemu hii ya tano. Lazima unilipe kwanza, na si kwa pesa. Alimvuta taratibu hadi chumbani nguo zilianza kuanguka tena moja moja, baada ya nyingine kama majani yaliyokauka. Usiku ukawa mrefu wa moto wa hatari, wakiwa bado kitandani, mlango wa gorofa uligongwa kwa nguvu. Fungua, nimesema fungua mara moja! Dani alishtuka akajifunika haraka. Vanessa alijitahidi kujituliza. nani huyo? Dani alizungumza kwa sauti ya chini. mume wa Letisia, Vanessa alisema kimya kimya, macho yakiwa yametanuka kwa hofu kubwa. Unamjua? Dani alishtuka. Ndiyo, ni binamu yangu, tulikuwa na mpango wa kumbeba Letisia, lakini sasa nimekuzimia. Yani, nakupenda kuliko ni chochote kile katika maisha yangu, yani nakupenda kutoka ndani ya vilindi vya moyo wangu lakini hasira zake ni za moto, tutoke hapa haraka. Hawakuwa na muda wa kuvaa vizuri, walitoka kupitia mlango wa nyuma wa jengo na kuingia kwenye taksi. Ndani ya taksi, dani alimtazama Vanessa kwa muda mrefu. Mbona kila kitu kinazidi kuwa kigumu? Kwa sababu umekuwa mzuri, tena umekuwa mzuri kupita kiasi. Yani umekuwa hendsam baraa na siku zote hata aliupenda uzuri. Basi Dani alipata bahati ya kupata kazi mpya baada ya masiku kadhaa, tena nje ya mtaa ule. Alijaribu kuachana na Vanessa, lakini kila alipokuwa anataka kupumzika ujumbe mpya uliingia: picha, video, sauti za usiku wao. Vanessa alimuumiza kwa utamu aliyoupenda, lakini wakati mwingine Leticia naye alijitokeza kwa siri siku moja walikutana kwenye duka la vifaa vya ujenzi. Uko hai? Leticia alimuuliza kwa sauti ya huruma. Ndiyo, lakini roho yangu imekufa. Najua kila kitu, Vanessa amenitumia video lakini sijaonyesha kwa mume wangu. Kwa nini? Leticia alicheka kwa uzuni. Kwa sababu nimekupenda sana na ninakupenda kutoka moyoni, hata kama uliniua taratibu katika penzi lako na kunisaliti bila huruma Machozi yalitoka kwa Leticia, akamgusa Dani usoni kwa mara ya kwanza. Dani alijua alihitaji msamaha, si wa Vanessa, bali wa moyo wake mwenyewe. Basi bwana, miezi miwili imepita tangu tukio la gorofa la Kinondoni. Dani alijaribu kutoweka tena, kutoweka kabisa kwenye maisha ya Leticia na Vanessa. Alihama eneo lile akafuta akaunti zake zote za mitandao ya kijamii na hata kubadili namba ya simu, lakini kuna jambo moja ambalo halikuwa rahisi kulifuta: kumbukumbu. Usiku ule wa jasho na starehe mubashara, sauti ya bastola ikigonga sakafu, midomo ya Letisia ikitetemeka kwa hofu, yote hayo bado vilikuwa kwenye fahamu za Dani. Kila anapojifunika usiku alikuwa akiyaona hayo tu. Basi, Dani alikuwa ameajiriwa kwenye kampuni ndogo ya kusambaza vifaa vya ujenzi. Hapa maisha yake yalikuwa tulivu, lakini moyo wake haukuwa salama. Alikuwa mtu wa kutoongea sana, mwenye macho ya kupepesa kila mara, kwa mtu anayehisi anaangaliwa. Siku moja alipokuwa anarudi nyumbani kwake jioni, alikuta bahasha ya kaki nje ya mlango wake, na alipofungua kulikuwa na picha zake na Vanessa wakiwa kitandani pamoja na noti ndogo: kumbuka Dani, hakuna cha kudumu, mapenzi ni mchezo wa akili, karibu tena kwenye meza ya wachezaji. Akamalizia na elufi vii. Moyo wake ulidunda kwa kasi, hakujua kama atapumua au atazimia. Macho yake yakawaka hasira, kwani Vanessa acha hachani naye. Alijua wazi kuna kitu zaidi ya mapenzi hapa. Namba ya siri ilipiga, alipokea kwa hofu. Dani, sauti ya kike ilisikika. Leticia, alishtuka. tunaweza kuonana tafadhali? Siwezi kulala, kuna kitu lazima nikwambie. Hoteli ya Kivuri, Kariakoo. Leticia alikuwa amekaa pembezoni mwa meza, macho yakiwa yamevimba kutokana na kulia. Gauni lake la kijivu lilikuwa na alama za maji ya machozi. Alipomuona Danny hakika, alisimama kwa haraka na kumkumbatia, si kwa mapenzi, bali kwa hofu. Mume wangu hajui bado. Alianza kwa sauti ya chini. Kuhusu video, Dani aliuliza, sio tu video, bali kuhusu Vanessa. Dani alimwangalia kwa mshangao. Vanessa si binamu yangu. Alikudanganya, yeye ni mpenzi wa zamani wa mume wangu. Alinitesa kwa miaka mingi. Ulipokuja kupanga kwenye nyumba yangu ambayo aliniachia mume wangu, nikafanya mpango wa kuwa sehemu ya mpango wa kisasi, kwani baadaye Vanessa naye aliachwa kikatili na kwa dharau. Hivyo naye alikuwa amepewa sehemu ya nyumba ambayo nilikuwa mimi naishi. Dani alipigwa na butwaa kubwa. Kisasi gani? Alitaka kumfanya mume wangu aone mateso aliyoyapitia. Kwa hiyo tulikuchagua wewe kwa sababu ulikuwa rahisi kulengwa, mwonekano wako na jinsi ulivyo, ndio maana tukakuchagua. Hivyo huu ulikuwa ni mpango wangu baina yangu mimi na Vanessa. Tulijua uko peke yako, hujawahi kuwa na mwanamke kwa muda, na una mapenzi ya haraka. Vanessa alikushawishi kiakili na kimwili, lakini hatukutarajia kupenda kwa dhati. Jambo la kushangaza, badala yake tulijikuta tukikupenda kwa dhati wote wawili, tena kutoka moyoni alinirekodi alitishia kuniua Vanessa, ndio ndiyo maana nimekuambia tukutane. Leticia alimtazama kwa macho ya majonzi. Huyu mwanamke sasa sio binadamu tena, anafanya kazi kwa kundi la watu wanaopiga picha za video za faraga kwa watu mashuhuri kisha kuwatishia. Wewe ni wanne, wengine walijitoa uhai. Dani alitetemeka kwa hiyo yote haya ilikuwa ni mtego? Ndiyo, lakini usiku ule mume wangu alipogundua, akashindwa kuvumilia, alitaka kukuua lakini mimi nikamzuia. Sasa Vanessa anataka kutoroka nchini na bado ana ile video yako. Leticia alikuwa tayari kusaidia. Alijua Vanessa alikodi chumba maalum katika hoteli moja ya kifahari, Grandi Oasis, kama sehemu ya kuagwa kabla ya kusafiri usiku ule, alikuwa anakutana na mwanaume mmoja tajiri kutoka Rwanda ambaye ndiye angetoroka naye. Tuna muda mfupi, Letisia alisisitiza. Ukifanikiwa kuiba ile simu unaweza kufuta kila kitu, na ukikosa Vanessa atakumaliza kabisa. Dani alijua huu ndio muda na wakati wa kukabiliana na shetani Vanessa. Dani alivaa kama mhudumu wa hoteli, aliingia Grand Oasis. Grand Oasis kwa uangalifu mkubwa tena wa hali ya juu. Leticia alikuwa tayari amempa mwonekano wa chumba cha Vanessa pamoja na jina bandia alilotumia, yani, Sandra Mrema. Alipopiga hodi, Vanessa alifungua akiwa kwenye taulo tu. Nani wewe? Nani wewe? aliuliza kwa sauti ya kuamuru na ya ukali wa hali ya juu. Hii ni sehemu ya tano ya simulizi hii nzuri ya Tamu ya Mama Mwenye Nyumba. Uhondo ndo kwanza unaanza na mambo ndio kwanza yanazidi kufukuliwa. Je, ni nini kitakachoendelea baada ya Dani kuingia kwenye hoteli na kumkuta Vanessa akiwa na taulo? Je, atafanikiwa lengo lake la kuipata ile simu ili apoteze ushahidi wa utupu wake? Usikose wa sehemu ya sita. Langu jina ni Mr A Romantic kutoka hapahapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwa heri.